45, ambapo maofisa wa polisi huko Kisii wanaendelea na msako wa mtu mmoja ambaye alimjeruhi vibaya mkewe kwa kumkata na panga mara tisa kichwani kwa madai kwamba alikuwa anazungumza na wanaume wakati wa jioni. Mwanamke huyo mama wa watoto wawili, amenusurika kifo mara kadhaa sasa akidai haki na ulinzi. Mwandishi wetu Crispin Otieno alimtembelea nyumbani kwake huko Kitutu Chache, na hii hapa taarifa yake. Asubuhi ya Jumanne tunakutana na Masilini Kuamboka, mama mwenye umri wa miaka 39, akijitahidi kutembea akisaidiwa hapa na dadake na shangazie, katika kijiji cha Nyosia, Kitutu Chache Kusini, kaunti ya Kisii. Kila hatua anachochukua ni ukumbusho wa machungu aliyopitia, mwili wake ukiwa na majeraha, lakini roho yake ikiwa hajavunjika. Ni miujiza amebaki hai baada ya kunusurika katika shambulio la kutisha alodaiwa kufanyiwa na mume wake aliyemwamini. Kwa machozi usoni, anasimulia alivyovamiwa kwa panga. Si mara ya kwanza, ni jaribio la nne kumuua. Ila alikuwa nimenisilapu hapo. Kuna mjama mwingine alikuja akamkataza, akamkataza, ila alimkataza tu hivi, akatoa panga Kumba alikuwa ameficha panga kwa ndani ya manguo. Vilema na kushonwa kichwani ni alama za kudumu zinazosimulia kisa cha uhai ulionusurika na imani iliyovunjika. Alimchukulia mumewe kama mlinzi wake, baada ya kufiliwa na wazazi wake wote wawili alipokuwa mdogo. Nimeumia, hata watoto wangu sijui wataishi aje, mimi ndio tegemeo ya watoto naishi sasa, sijui nitafanya, acha watoto wangu wasome, sasa mimi kufanya nimekuwa mlemavu, naumia, naumia sana. Mtuhumiwa ambaye anafahamika kama Vincent Ongesa bado yuko mafichoni, polisi wanasema msako wake unaendelea. Sasa, sasa huyu kijana kufanya hivi ni ila, naochuati familia ina mtu ataweza mfatilia sisi tu tuko tu hivyo wasichana watatu na hao watoto peke yake. Anaonekana kwake usiku mataa zinawaka kisha huko lakini hatujui mbona hawajamkamata. Kisa hiki cha eneo la Mugirango Kusini kimezua hasira na majonzi eneo nzima la Gusii, viongozi wa kina mama wakitoa wito wa haraka kukomesha ukatili wa kijinsia unaozidi kushika kasi eneo la Gusii, South Mugirango Mama amepigwa kichwa na visu, ako hospitali anapona. Juzi mtoto wa Multimedia University akauawa akawekwa kwa tank, na mvulana hapo Kisii kaunti alikatakatwa na kuna yale ambayo sisi tumesema lazima tukemee. Runinga ya Citizen ilizungumza na kamanda wa polisi kaunti ya Kisii, Ronald Kirui, ambaye alithibitisha tukio hili na kusema mtuhumiwa atashtakiwa kwa jaribio la mauaji pindi tu atakapokamatwa. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.